Ah, aha. Ah, dia wetu Bwana <laughs> Yesu asifiwe, si ndiye our Awadia, karibu sana. Baada ya madam kutoa ushuhuda wa nguvu ya Mungu, ushuhuda wa matendo makuu Mungu anayatenda, uh, katika utoaji. Halo, atafata madamu Janet, Bwana Yesu asifiwe. Uh, nina ushuhuda, um, na hiyo ushuhuda ni kuhusu kijana mmoja pale, uh, kanisa la Wasabato Mwenge, Mwenge SDA. Nimeamua kushare hiyo ushuhuda kwa sababu najua hapa kuna vijana wengi na kuna wanafunzi, na nataka niushuhudie ile ambayo niliona na macho yangu jinsi Mungu alivyombariki Um, kuna kijana mmoja na yuko hapa, kwa hivyo sitamtaja jina mpaka nikimaliza, na hajui kwamba naenda kutoa hiyo ushuhuda <laughs> um, kuna mwaka fulani hivi tulikuwa tunafanya um, changizo ya, u, ma, ya majengo yetu ya kanisa pale Mwenge. Huyu kijana alikuwa ni mwanafunzi. Nafikiri hapa kuna wanafunzi wengi mnaelewa kwamba maisha ya kuwa mwanafunzi ni maisha magumu Yani unatafuta hapa na pale ili uishi ili upate chakula, lakini huyu kijana siku moja tuliona tu amekuja na bajaji na ameleta sementi mifuko minne. Hiyo kitu ilitugusa wengi sana, lakini haikuishia hapa. Tuliona mkono wa Mungu katika maisha ya huyu kijana, alipomaliza chuo tu hakukaa, alipata ajira moja kwa moja hiyo ni mkono wa Bwana. Alafu akaoa, sasa ana watoto wawili, anaishi maisha mazuri. Bwana asifiwe! Huyu kijana yuko hapa, Enos, naomba uje. naomba uje Enos, ili utie moyo kwa vijana wenzako, wanafunzi wenzako. Huyu hapa Enos alifanya hicho wakati alikuwa hana kitu, lakini kumbe Mungu anaona, kumbe Mungu hafumbi macho kwa hivyo nataka nitie moyo kwa wanafunzi ambayo wako hapa, huenda huna chochote, lakini ile ambayo unayo ukitoa kwa moyo, Mungu hatakusahau. Amina, amina, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uh, unapotoa unafanya ubia na Mungu wa wapi? Niliwahi kuwaambia hapa kile kisa cha matendo ya mitume sura ya kumi. Uh, Kornelio, mwanajeshi alitoa, akatoa na kuomba, hatimaye akakutana na maono. Maono hayaji ikiwa hauna ubia na Mungu maono katika masomo, maono katika biashara, maono katika familia. Yaani tunateseka kwa sababu hatujatengeneza ubia na Mungu. Ubarikiwe sana.